Wana Gharibu Mzinga, mchezo wa ligi kuu Yanga Africans dhidi ya Mtibwa Sugar umetabatika, Yanga Africans ameibuka na ushinda magoli mawili kwa sifuri. Mchezo wenyewe, namna ambavyo Mtibwa Sugar aliingia kucheza na Yanga Africans ilikuwa ni mchezo wa aina gani? ya Yeah, uh, ilikuwa mechi nzuri sana hususan uh, kwa Young Africans unajua, ndio mechi ya kwanza kwa kocha Pedro Goncalves, alikuwa anaanza kuiangalia timu akafika ndani ya kipindi kifupi sana mpaka anaenda kupewa timu, kwa hiyo naamini hata kama kuna mbinu ambazo anajaribu kuzingiza kwenye kikosi bado hazijaanza kufanya operation yake kwa asilimia zaidi ya 30, naweza kusema hivyo. kwa sababu ya muda ambao ameupata. So hii ni mechi yake ya kwanza anaingia nayo, bahati nzuri wamecheza na timu kama Mtibwa ambayo ndani yake kuna wachezaji wengi vijana, wachezaji ambao wanaweza kukupa work rate nzuri, wachezaji ambao wanaweza kukupa kipimo kizuri kwa timu yako, kwa timu yake ameshinda katika mechi lakini kwa namna ambavyo uh, aliingia, ukiangalia kikosi ambacho kimechaguliwa, unaona ni kile kile kikosi ambacho muda mrefu Young Africans wako nacho. Uh, maeneo mengi, labda upande wa zimbwe huku upande wa kushoto ndio ilikuwa sura mpya, lakini the rest unaona ni wachezaji wao wale wale ambao wanacheza na Dumbia, lakini waliobakia ni wale hmm, wale so kwa nini vile? Kwa sababu ilikuwa kocha ameingia anataka kucheza kwanza na uti wake wa mgongo backbone ya ya Young Africans ya ambayo uaga inafahamiana vizuri, alitaka kuiona kwa hiyo kaingiza wachezaji ambao anafahamiana vizuri alafu taratibu sasa ataanza kuwasoma wachezaji, na usikute mbele ya safari kuna wachezaji inawezekana akakosa nafasi ya, ya, ya, kucheza akaja kuingiza wachezaji wengine, kwa sababu huyu kocha miongoni mwa vitu ambavyo yuko navyo uniqueness, tofauti na makocha makocha wengine, ni ni kwenye mfumo, ni miongoni mwa makocha wachache ambao wana amini kwenye back three kutumia walinzi watatu. Wakati mantiki yake ni nini, hii mechi kaenda kucheza na mabeki, mabeki wawili. Tafsiri yake kuna vitu vyake bado hatujaanza kuviona moja kwa moja. Kwa hiyo ni mechi nzuri, imewapa testi nzuri, imempa picha mwalimu wa uh, Young Africans kwa maana ya Pedro Gonsalves kujua maeneo gani ambayo anatakiwa kwenda kuyafanyia kazi, akiwa anafahamu kwamba mbele kuna safari nyingine kubwa zaidi, wana mechi uh, mbele ngumu nyingine Uh, ikiwemo pia group stage ya michuano ya Interclubs ya, ya Champions League. Kwa hiyo hii mechi ni mechi ambayo imeenda kumpata swira ya kujua wachezaji, kadri anavyozidi kukaa na timu anazidi kuona vitu vingi, lakini Mtibwa amecheza vizuri. Kilichotofautisha Mtibwa na Young Africans ni quality za wachezaji. Na tangu naangalia hiyo mechi ilikuwa nimekaa na watu nikawa nawaambia kwamba Mtibwa wanajitahidi kufunguka kucheza na Yanga; yani wanapishana. Lakini kawaida ya timu za daraja la kati wanaweza kujisahau wakaona kwamba hawa ni wachezaji ambao tunawamudu, tunaweza kucheza nao kwenye hii tempo. Mkijisahau, mind you wenzenu wana wana wachezaji ambao pasi yao moja inawezekana kaleta madhara makubwa. Kilichotokea, Muhammad Hussein kapata mpira open space nje ya kumi na nane, golikipa kamwangalia, goli kipa amejaribu kushoot. Hiyo ndio quality ambayo anazungumzia, amethubutu na mpira umeingia kambani moja kwa moja. Goli la pili, Celeste Ecua kapata mpira, katokea upande wa kulia Ametana anaingia upande wa kushoto, ni kama mtibu alikuwa hajamfahamu vizuri, na naamini kadri muda unavyozidi kwenda watu wengine wanaweza kumfahamu vizuri. Celeste Equa ukiona Ametana mguu kaweka, yani mpira kwa upande wa kushoto, hiyo ni eneo la eneo lake la comfort, ni eneo la hatari kwake yeye. Kwa hiyo wapinzani wanatakiwa kujua kwamba huyu amesha tana kuja upande huu, wanatakiwa kwenda kumbana katika ule mguu ili asipate space, au akamwacha akapata space akakae moja kwa moja kwao ameingia kwa hiyo ni hizo qualities ambazo tunazungumzia kwamba kukave pale na kufunga moja kwa moja. Unatafuta hawa wachezaji kwa daraja la wachezaji wa kwetu wa ndani, unatafuta maybe, unaweza kupata mchezaji kama uh, George Makanga. Ni aina ya vitu ambavyo nauaga na vifanyaga, Kevin Master tunamuita anafanyaga, lakini utatafuta wengine sasa. Kwa nini yeye special kwenye hilo eneo uaga na kufunga? Ndio hiyo quality ambayo anaizungumzia, naizungumzia uh, namna ambavyo Young Africans imeanza ligi, ligi ya NBC. Mchezo wa leo watu wengi walitaraji labda utakuwa na mvua ya magoli magoli mawili. Young Africans ameonyesha performance ile ambayo watu wengi walikuwa wanaiona, uh, au wanahisi Young Africans yatakuwa nayo msimu huu uh, mimi na, naamini uh, na na uh, na, na, na, kwamba Young Africans wana staili. Pongezi kwanza kushinda tu hiyo mechi, kwa sababu wametoka kwenye mechi yenye tempo kubwa, wametoka kucheza mechi dhidi ya Silver Strikers, mechi ambayo wamepewa test kubwa. Kwa hiyo leo kuna baadhi ya rotation, baadhi ya maeneo wamezifanya, lakini uh, kwa asilimia kubwa na wachezaji pia ambao walikuwa kwenye ile mechi, mantiki yake kushinda tu leo wanastahili credit. Yani Mtibwa maybe ndo alikuwa na deserve tukienda kwenye swala la kupata muda wa ku kupumzika. Mtibwa ndo alistahili maybe kushinda. Lakini story imekuwa tofauti. Yanga wamekwenda kushinda kwa sababu ya daraja lao la ubora ambalo wako nalo. Uh, nembo ya Young Africans, yani wachezaji automatic ukiwa uwanjani kwa ile nembo ambao wanafahamu kwamba thamani ya Young Africans ni title contender. Mtibwa mchezaji anaweza akacheza automatic kichwani anajua ni timu ambayo tukipoteza dhidi ya Young Africans, sisi sio story kwao. Wanacheza kikawaida, hata kama wakifungwa haiwezi kuwauma. Ataumia akifungwa na timu ya daraja lake kama Fountain Gate hivyo, lakini kwa Young Africans kupoteza alama mbele ya Mtibwa ni shame, yaani you know, unaona you know, da sisi tunapotezaje alama kwa Mtibwa Sugar. Kwao wanaamini tu ni daraja ambalo wanastahili kushinda. That's why nasema kwamba uh, focus kwa kwa kwa kwa hawa kwa maana ya, ya, Young Africans ilikuwa kubwa. Uh, wanastahili pongezi kwa kile ambacho amekionyesha. Sasa, eh, kocha mpya wa Young Africans, watu wengi nadhani hawamfahamu. Wewe ni mtaalamu unafuatilia vizuri, kwa ufupi sana eh, ni kocha wa aina gani, historia yake mpaka leo yuko Young Africans, eh, ana vitabia vya ubingwa <laughs> au ubingwa sio tabia uh, ubingwa, kasha kuchukua makombe, kuchukua makombe ya seka, ya Kosafa Ma, ana makombe mawili ya Kosafa akiwa na Angola. Ile season ya kwanza ya Depu unamjua Depu we? Eh? Ndo season yake ya kwanza alifanya vizuri a, kwa safa ya pili ya South Africa ambayo finali alicheza na South Africa wenyewe waliofunga mabao matatu a, zote hizi ni, ni ayo yote ni mataji lakini a, kwa muda mrefu amekuwa kwenye timu za taifa. Ukiachana na Sporting CP alipotoka kwa Ureno huku Angola muda mrefu akakaa na timu za taifa. Timu za taifa za vijana timu za a, taifa hizi senior naona kwa maana ya timu ya taifa ya Angola Palancas Negros, ameenda nayo hadi kwenye tournament kubwa kama ya Afcon. Kwa hivyo, uh, ni kocha ambaye ana mataji, ana mataji na sasa hivi waga nasema mara nyingi kwamba timu sasa hivi haziangalii sana kuhusu makocha, yaani kuhusu mmefanikiwa mebeba mataji mangapi mlikotoka. Sasa hivi wanaangalia unachoki display pale katika pitch. Unadhani, yes, atawafikisha Yanga Africans kwenye nchi ya ahadi ya yeah, naamini hivyo, as long as ni kocha mkubwa ni kocha mwenye CV nzuri, na Young Africans wana qualities, wana daraja kubwa, wameshawe ku prove amiche kua wamecheza mpaka finali ya michoano ya kafu kwa hiyo ni timu ya daraja hilo, so naamini anaweza kuwasaidia na ukiangalia, Young Africans ndani domestic league wamefanya vizuri kwa muda mrefu wakiwa eh, na makocha mbalimbali. Kwa hiyo naamini hata na huyu anaweza kuchukua huo ubingwa, lakini kwa upande wa pili kwa maana ya Uh, upande wa, wa, wa, wa michuano ya kimataifa anaweza kufanya vizuri pia. Gharibu Mzinga kilwa bwana, yupo bwana mdogo hapa mm. wanapita hapa mdogo angukana mtangazaji bora kabisa ah, bwana, kwa angalia huyu. Kamera, huyu, anatangaza kwa